Yes bana, mambo vipi? Karibu sana na hii ni Bongo 5 Network. Hopefully kila mmoja anaendelea poa na kama ambavyo unafahamu tunaelekea kumaliza mwaka 2025 na kwenye upande wa kiburudani kiukweli, mengi yameweza ku happen kwa mwaka huu na yameweza ku make headlines. Sasa, leo mimi hapa nitakuwa na jukumu moja tu la kukupa kila story ambayo ime make headlines kwenye upande wa entertainment kuanzia East Africa, lakini pia West Africa na uko mbele kwa wenzetu huko eh, kwa wapopo. Mimi ni Toka Third, na nikusihi tu uendelee kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nitakupa story kuanzia namba kumi mpaka namba moja. Yes, tukianza na story namba kumi moja kwa moja tunakupa story ambayo liweza kumake headline sana kwenye mitandao ya kijamii kuanzia Marekani kwenyewe, kwa sababu hii ni story ambayo imetoka Marekani, ambapo ina rapper inamhusisha rapper Kendrick Lamar pamoja na Drake. Tunafahamu kwamba Kendrick Lamar pamoja na Drake, Drake waliweza ku uh, trend kuanzia mwaka 2024 na, na ugomvi wao kiukweli haujawa wa mwaka jana tu, umeweza kuendelea mpaka mwaka huu 2025 ambapo hivi karibuni E umeweza kukatishwa kutokana na yale mashtaka ambayo Drake aliweza kuyapeleka mahakamani, e bana, kuanzia mwezi Februari ambapo ilikuwa ni performance ya Super Bowl halftime show ambapo Kendrick Lamar alikuwa ndio kama headliner ama msanii mkubwa ambaye anaperform kwenye eh, Super Bowl halftime show. Mmoja kati ya show ambayo ilipata watazamaji wengi sana kutokana na kile ambacho kilianzishwa 2024 beef yake pamoja na Drake. Sio beef lilianza 2024, beef lilianza tu pekee, lilianza toka 2013. 1 eh, kutokana na kubishana kwao kwenye nyimbo mbalimbali ambazo wamekuwa wakiziachana. Ilianza kwa upande wa Kendrick, yeye aliweza kumzungumzia Drake, lakini pia marapa wengine kwa namna fulani tu ya kirafiki, lakini mwana Drake akaweza kuichukulia serious kwa upande wake na kuona kama huu mwana wa vipi, mbona kama wanazingua. Na bifu hiyo ikaweza kuendelea kwa miaka na miaka na miaka, sasa elfu mbili na ishirini na nne ikapamba moto mpaka kusema kwamba Kendrick Lamar asiperform wimbo wa Not Like Us, wimbo wa Not Like Us ambao uliachiwa na Kendrick Lamar kwa ajili ya kumdiss Drake. F2025 like nimeileta hapa kwa sababu ilifanyika show ya halftime na Kendrick akaona, usinitanie, umesema nisiitoe lakini hii ni uh, ngoma yangu nimeweza kuiachia. Aliweza kuiperform kwenye Super Bowl halftime. Tuliona performance moja kali sana, ambayo kikweli ilipendwa na watu wengi sana kutokana na upekee ambao aliweza kuonesha Kendrick Lamar, lakini pia ambavyo alimweza kumwalika uh, mwanadada SZA, ni moja kati ya marafiki zake ambao wako naye kwa muda mrefu sana wanasapotiana kwenye masuala ya kazi, lakini kitu kikubwa pia ambacho kiliweza kuzungumziwa ya mitandao ya kijamii na mashabiki baada ya mwanadada Selena Williams kuingia kama surprise kwenye show hiyo ambayo alikuwa anaifanya mtu um, mzima Kendrick Lamar kwenye Super Bowl halftime show, na Selena Williams aliweza kuingia uh, wakati uh, Kendrick ana perform, na watu wakaweza kusema kwamba hii imepangwa ili kuweza kuleta attention zaidi, tumkomoe mwamba. Sasa huyu si anaingia kwenye upande wa wimbo aingie na Selena Williams ili aweze kuongelea msumari pale vizuri. Selena Williams aliweza kuingia pale, lakini kwenye mahojiano ambayo alifanyiwa na kuulizwa, ilikuwaje mpaka kaweza kufika pale kwenye performance ya mtu um, mzima Kendrick Lamar. Yeye alisema alifika kama supporter, alifika pale kumsupport Mwamba kutokana na kazi nzuri ambazo wanazifanya na timu nzima ya Kendrick ilimwaproach Selena na kumwambia aingie, kutokana wamependa na ile dance move yake ambaye anaitumia baada ya kushinda tuzo kwenye Olympic huko. Yeye hakutaka kusema kwamba ameingia kwa sababu ya mtu mzima Drake, kwa sababu tunafahamu Selena Williams pamoja na Drake walisemekana kwamba waliwahi kuwa na uhusiano miaka hiyo ya nyuma iliyopita lakini kwa wote wao hawajawahi kuconfirm kwamba ndio walidate ama kwa namna gani. Yeye anasema aliweza kuingia kwenye show ya Super Bowl halftime kwa ajili ya kumsupport Kendrick Lamar, na sio bifu la yeye Kendrick Lamar pamoja na Drake ikamsababisha yeye kuweza kufika pale. So hiyo ni moja kati ya story ambayo iliweza ku make headlines kwenye mitandao mbalimbali mwaka mbali, huu 2025 eh, miezi fulani hivi ya Februari. Yes, na story number tisa ambayo iliweza kumake headlines kwenye mitandao ya kijamii kuanzia West Africa lakini pia Africa kwa ujumla na duniani. Hii ni ndoa kati ya Davido pamoja na mke wake Chioma. Tunafahamu kwamba walifunga ndoa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu kisirisiri Eh, nisikilize hapo, walifunga ndoa mwaka 2023 kisirisiri, hakuna mtu yote ambaye aliweza kufahamu na wakaweza kuipitisha wa wa kwenye upande wa tamaduni, ndoa za Nigeria tunafahamu kwamba wanafanyaga ndoa za kitamaduni mwaka 2024, na ilikuwa ni moja kati ya ndoa ambayo ilizungumziwa sana, na tuliona pia Nicki Minaj ni moja kati ya wasanii ambao pia aliweza kumpongeza Davido kwenye moja kati ya tamasha ambalo alikuwa analifanya. Sasa 2025 ikarudi tena White wedding ambayo waliifanya Miami kwa mujibu wa David alisema kwamba ile ya kwanza ilikuwa ni tradition ya familia, na tuliona kulikuwa kuna familia pale eh, lakini pia wale watu wa Nigeria ambao walikuwa na uwezo wa kuwepo tu Nigeria. Na kwa hii 2025 walifanya Miami, Marekani, na ni moja kati ya harusi ambayo haikuwa na watu wengi sana. Tuliona marafiki tu wa David mwenyewe, lakini pia Chioma na baadhi ya ndugu zake David, wakiwepo pale mdogo wake, lakini pia dada yake. Na moja kati ya kitu ambacho kiliweza kuzungumziwa sana ni baada ya Chioma kupewa saa ya almasi na mume wake Davido. Tunafahamu kwamba Davido ni moja kati ya watu ambao mastaa ambao kiukweli kwenye kumspoil mke wake <laughs> kwa hapa Afrika anaweza kusema ni moja kati ya wasanii ambao anaongoza kiukweli, anampatia zawadi mara kwa mara na zawadi ambazo zina thamani kubwa zaidi, na saa hii ambayo alimpatia Uh, Chioma ni moja kati ya saa ya gharama sana, saa ya almasi, na ukiona hapo kwenye video inaonesha wote kwa pamoja wamezivaa saa hizi, hapo ni kama sare sare fulani, moja kati ya saa ambayo inagharimu takribani uh, e, bei ndefu sana ambayo kiukweli ukiizungumzia, <laughs> iliweza ku make headline sana, watu waliweza kuizungumzia kwenye mitandao ya kijamii, moja kati ya zawadi ambayo alimpatia mke wake. tukienda kwenye story nyingine, namba nane ambayo ili make headlines kwa mwaka huu 2025 2 eh, namba nane ni story kutoka 254 Kenya. Hapa namzungumzia bahati pamoja na mke wake Diana Marua. Hawa wana waliweka uh, walizua wali gumzo mitandaoni baada ya Diana kuweza kuzawadiwa na mume wake Bahati gari aina ya G-Wagon Brabus. Gari ambayo ilizungumziwa sana kwenye mitandao ya kijamii nchini Kenya, watu kusema kwamba ile gari sio ya kwao, bali Bahati amempatia mke wake E, baada ya kupewa na kampuni ambayo alikuwa anafanya nayo kazi kama brand ambassador. Na tukumbuke kwamba Bahati aliweza kumpatia Diana gari hiyo ya G-Wagon Brabus, gari fulani vile pink pink fulani umepoa. E, alimpatia mke wake kama zawadi ya anniversary ya miaka nane toka waweze kuwa pamoja. Tunaona hapo kwenye video, kiukweli Diana alikuwa very emotional akimshukuru mume wake, lakini pia kubrag kama kawaida yake, kumsifia mume wake ni moja kati ya wanaume ambao wanajitambua lakini pia wanamspoili sana. Gari ambayo ilizungumziwa sana kwa Wakenya e, watu wanasema sio ya kwao hiyo gari. Ilikuwa ni ya rangi nyeusi, lakini bahati kwenye kumpatia mke wake, ili kuonekana kama ni gari mpya, akaibadilisha rangi na kuwa ya rangi ya pink, na wengi kwenda mbali zaidi na kusema kwamba hiyo gari ikampatia sawa, lakini mara nyingi mitaani tunafahamu, sawa, imeshakuwa ya kwako, watu watakuona hata um, barabarani akipita pita nayo. Kwa mujibu wa Kenya ambavyo walikuwa wakizungumza, wanasema kwa nini kampatia gari, lakini hawajawahi kumwona akitembea nayo barabarani kama kweli ni ya kwake. So hiyo ni moja kati ya story ambayo ilizungumziwa sana kwa mwaka huu 2025 kutoka 254 Kenya hapo. Yes, sabana na story namba saba ambayo iliweza kutikisa mitandao ya kijamii kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano na hii haijatokea muda mrefu sana, tunapozungumza imetokea hapa tu juzi kati mwezi Novemba. Story ambayo inamuhusu mwanadada Regina Daniels pamoja na mume wake Ned Nwoko, huyu ni senator kutoka nchini Nigeria. Hasa wawili hawa ambao walifunga ndoa mwaka 2019, ndoa yao ambayo imeshika mitandao sana ya kijamii kutokana na watu ambao wanazungumza kwamba Nedi Nwoko alimuoa alimwoa Regina Daniels akiwa bado ni binti mdogo sana, ambayo hakutimiza miaka hata 18. N e, watu wanasema Regina Daniels alifunga ndoa na Nedi Nwoko akiwa na miaka 16. Sasa mambo mengi sana yameweza kutokea mwaka huu 2025, baada ya Nedi Nwoko akusema kwamba mke wake Regina Daniels ni mmoja kati ya wanawake ambao wamebadilika sana E, kwenye maisha yao ya ndoa sasa. Kuna video ambayo ilikuwa ina trend kwenye mitandao ya kijamii ikimuonesha Regina Daniels kwa mara ya kwanza, e, ilimuonesha akiwa anatoka kama yupo ndani mtu fulani, ambao kama alikuwa kwenye ugomvi na mume wake akatoka ndani, lakini pia akawa anazungumza maneno mengi sana kusema kwamba yeye yeah, yeah, kwenye nyumba ya Ned Nwoko hathaminiwi kama mke. E, akiwa nyumbani kwake anakuwa ni kama princess. E, anaishi maisha fulani hivi ya kiloyo lakini akiwa kwa Ned Nwoko anachukuliwa poa poa. Sasa akasema amechoka mambo mengi sana ambayo yanaendelea kwenye familia yake, amechoka maisha hayo ambayo Nedinoko, anasemekana kwamba akisema kwamba anamnyanyasa kwa mujibu wa Ned Noko mwenyewe, akaona isiwe case, na pia akatoka hadharani na kusema kwamba yote mke wake ambayo alikuwa anayafanya, akaeleza ukurasa mrefu sana wa maelezo kwenye ukurasa wake wa Instagram, na kusema kwamba eh, Regina Danes anatumia madawa ya kulevya, hatake care watoto tena, ni mtu wa klabu eh, na vitu kama hivyo, na marafiki tu wanatoka nje kwenda ku na vitu kama hivyo hajali familia yake wala watoto, wa, watoto wake. Na tunajua kwamba Regina Daniels pamoja na Ned Nwoko wamebahatika uh, kupata watoto wawili wote wa kiume. Sasa video zilisambazwa nyingi sana na Ned Nwoko kusema yote ambayo aliyatenda Regina Daniels, alipasua eh, magari, jinsi ambavyo aliyapasua. Kuna gari yake bonge moja ya gari ya kifahari Ferrari, Regina Daniels aliweza kuipasua vo lakini pia kunyanyasa wale wa mama wa ndani ambao walikuwa wanamsaidia kulelea watoto. Stori ilizungumzwa sana na watu mbalimbali wakaweza kuhusishwa kwenye matukio hayo like, ikaingia mpaka kwenye upande wa familia ya Regina Daniels. Kaka yake Regina Daniels alikuwa ni moja kati ya watu ambao yuko kifua mbele sana na mpambania dada yake. Na ikafikia hatua mpaka Ned Nwoko akampeleka kituo cha polisi kaka yake Regina Daniels kwa kusema kwamba anamchafua. Yes, sasa yote yakaendelea. Regina Daniels alipambana ali sana kuongea sana kwenye mitandao ya kijamii, mpaka kaka yake akaja kuachiwa mwisho wa siku, lakini hiyo haikuishia hapo. Sasa hivi karibuni uh, tuliona tena yakaibuka, kwa sababu nimekuwa ni historia ambayo kila wiki wiki baada ya wiki maneno yanaendelea kutoka tuliona hapo kwenye ukurasa wake wa Instagram Regina Daniels ambavyo aliweza kushare video eh, akiozungumza kwa njia ya video call na watoto wake na, tunafahamu pia Regina Daniels baada ya kutoka nyumbani kwa Nedi Nwoko aliweza kusurprise uh, internet kwa kuweza kuonesha bonge moja ya nyumba ama mjengo ambao aliweza kununua, na wengi wakasema kwamba hiyo ndio faida ya kutoka na watu wenye pesa na kusema kwamba Regina Daniels kwa kuwa na mahusiano ya Nedi Nwoko alifuata pesa tu kwenye maisha yake na sio mapenzi ya kweli ambavyo Uh, inasemekana. Na kwenye video hiyo ambayo alikuwa akizungumza na watoto wake video call, ni moja kati ya video ambayo aligusa watu wengi sana ukiangalia pale kwenye uwanja wa comments, wengi sana waliweza kuzungumza na kusema kwamba Regina Daniels anapitia mengi, anapitia machungu kama mama. Tunafahamu upendo kwa mama kwa mtoto siku zote huwa ni mkubwa sana. Hasa kwenye video hiyo tuliona Regina Daniels ambavyo alikuwa akiwaonesha watoto wake zawadi ambazo amewanunulia akiwa eh, excited na kuwa jaza maneno ya za kuambia, tutaonana very soon, msiwaze na watoto, nao wakimwambia mama arudi nyumbani, wamemisi na vitu kama hivyo, na kusema kwamba uh, hajapendezwa na kitendo cha Nedi Nwoko kuweza kuwapeleka watoto wake mitandao ya kijamii. Hii imetokana na video ambayo Nedi Nwoko aliweza kuishia kwenye ukurasa wake wa Instagram, video ambayo alikuwa yeye pamoja na mke wake mkubwa na watoto wao wakiwa e, sehemu fulani kama hivi wametulia kwenye uwanja wa golf, lakini pia e, swimming pool, watoto wakiwa wanaogelea na, na vitu kama hivyo. E, Regina Daniels zaweza kuzungumza na kusema kwamba kitendo hicho cha Nelly Nwoko kuweza kuwapeleka watoto wake kwenye mitandao ya kijamii si kizuri, kwa sababu kwa wakati huu hapa wao hawako sawa. Kwa nini Ned Nwoko anawapeleka watoto wao kwenye mitandao ya kijamii? Hii nataka kuonesha nini? Au nataka kumuonesha kwamba aonekane kwamba sawa, tumeachana, watoto mimi nitaendelea kuwa nao. Si umeamua kuondoka, ondoka, lakini mimi nitaendelea kulea watoto. Sasa Regina Daniels anaweza kuongea mengi sana na kusema kwamba yeye atapambana mpaka aweze kuonana na watoto wake. Kiukweli hii imekuwa ni story ambayo bado haijafahamika, hatima yao itaendelea kuwa vipi kwa sababu bado mvutano ni mkubwa sana. Eh, story bado zinaendelea eh, kati ya familia hii ya Regina Daniels pamoja na mume wake Ned Nwoko, yes, na namba sita moja kwa moja anayepeleka katika story ya mwanadada Kim Kardashian, moja kati ya wanadada ambao wana trend siku zote kutokana na matukio ambayo wanayafanya. Eh, bana Kim Kardashian mwaka huu amekuwa na Back to back story ambazo zimekuwa zikizungumziwa kuhusiana na yeye. Sasa moja ambayo imeweza kuzungumziwa sana ni baada ya yeye kuweza kufeli mtihani wake wa sheria ambayo alikuwa anasoma, ili baadaye aje kuwa mwanasheria. Sasa e, kupitia video ambazo Kim amekuwa akishare kwenye mitandao ya kijamii mbalimbali, akionyesha kwa namna fulani ambavyo wanapambana ili baadaye aweze kushinda mtihani wake na aje kuwa mwanasheria ambaye atapambania kesi mbalimbali mbali. Hiyo ikawa ni moja kati ya ndoto kwa namna fulani, kama iliweza kufeli kwa Kim Kardashian kutokana na e, kushindwa kufaulu mtihani huo. Hapo kuna moja kati ya video ambayo ilikuwa ikisambaa ikimuonyesha Kim Kardashian akijiandaa na mtihani wake wa sheria kwa mwaka huu 2025, e, akilia lakini pia kupambana sana na kutumia hasa hasa Chat GPT kwa ajili ya kumsaidia kujibu maswali yake, na hiyo kwa bahati mbaya Chat GPT hakumweza kum, E, kumsaidia yale ambayo alikuwa anatarajia atampatia ili kuweza kufaulu mtihani wake. Hiyo ni moja kati ya story ambayo ilizungumziwa sana kwenye mitandao ya kijamii kwa ndoto za Kim Kardashian kuwa mwanasheria baadaye, e, kuingia kwenye masuala ya sheria kama ambavyo baba yake alikuwa zamani. Kwa mujibu wa Kim Kardashian, nasema ndoto hiyo imetokana na yeye kuweza kumuona baba yake ambavyo ya mwana alikuwa mwanasheria na yeye kutamani kuingia kwenye masuala ya sheria na ikampelekea kusoma, lakini mwisho wa siku akafeli mtihani wake, na akasema hii sio mwisho wa, wa safari yake, ama hajakata tamaa kwamba aishie hapo, ataendelea atajaribu tena kwa mwaka mwingine, ili basi aweze kutimiza ndoto yake. So hiyo ni moja kati ya stori ambayo imezungumziwa sana kwenye mitandao ya kijamii kwa mwaka huu 2025. Yes, na namba tano naipeleka moja kwa moja kwa Tubaba pamoja na Ani Idibia, moja kati ya kapo ambayo ilizungumziwa sana sana sana. Tunafahamu kwamba Tubaba ama Tuface Idibia ni moja kati ya nguli wa muziki kutoka nchini Nigeria pamoja na mwigizaji Ani Idibia. Kapo yao bwana, iliweza kuzungumziwa sana kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuweza kuachana, tunafahamu E, waliweza kuwa kwenye ndoa kwa miaka mingi sana. Sasa hivi fika mwaka huu 2025 mambo yakawa kama hayaeleweki hivi kwa upande wao wote wawili, sasa ikapelekea mpaka Annie Idibia akaja kwenye mitandao ya kijamii na kuzungumza na kusema kwamba amechoshwa kwa, e, kwa namna fulani. Kama 2025 imekuwa ni kama mwaka wa break up kwao mbalimbali. Annie alikuja moja kwa moja kwenye mitandao ya kijamii na kuzungumza mengi sana na kusema kwamba amechoshwa e, Kwenye ndoa yake ya mambo mengi sana anayopitia, na watu waliweza kumpa ushauri wengi sana akiwemo mastaa mbalimbali, lakini pia mashabiki kumwambia usijichoshe kama imeshindikana, ili kuweka akili yako sawa kuepusha na maswala ya, ya depression na vitu kama hivyo, bana achana naye. Na kiukweli hiyo ilipelekea Annie Idibia kuweza kupotea kwenye mitandao ya kijamii kwa muda fulani na baadaye akaja akarudi na comeback moja matata sana eh, lakini kwa baada ya kuachana kwa wawili hao 2face pia aliweza kuzungumza na kusema sio kwamba alikuwa hampendi mke wake Ani. Yeye alikuwa anampenda sana, ni mmoja kati wa wanawake ambao alimpenda sana. Tukumbuke kwamba 2face ilifikia hatua mpaka alitoa wimbo wa African Beauty wa ambapo nasemekana kwamba alimwimbia mke wake Ani Idibia. Sasa kwa mwaka huu 2025, baada ya kuachana moja kwa moja akaona aingie kwenye mahusiano mapya ambayo mpaka sasa hivi yupo na mke wake Natasha Idibia. Huyu ni moja kati ya wanasiasa ambao wanapatikana nchini Nigeria, moja kati ya wanadada ambaye amezungumziwa sana na watu kuona kwa namna fulani kama hawajamkubali. Uh, watu kama walikuwa wanaelewa kapo ya ani pamoja na tubaba, lakini hii hapa ya tubaba pamoja na uh, Natasha hawajaielewa. Uh, sasa hivi karibuni pia maneno ambavyo yaliweza kuzuka kusema kwamba wawili hawa hapa Natasha pamoja na tu baba, hawako sawa. E, na kutokana na vitu ambavyo alikuwa anaviposti tu baba e, kusema kwamba anahitaji msaada, watu wakaweza kumtania. Moja kati ya wasanii entertainer aliweza kujitokeza na kusema bwana e, lolote lile ambalo unapitia kwenye familia yako sisi kama wanako tutakufuata na tutakusaidia. Aliweza kumtaja pia Bana Boy, aliweza kujitokeza pia na marafiki zake wengine wote, ili kuweza kumsaidia mwamba kama anapitia tatizo lolote kwenye ndoa yao, lakini akajitokeza mwenyewe tu baba na kusema kwamba yeye pamoja na mke wake Natasha wako sawa, hakuna lolote ambalo linaendelea kati ya wawili hao. Na watu wamekuwa wakikonnect na kusema kwamba e, tu baba kwa sasa hivi kwenye uhusiano wake pamoja na Natasha ni kwa namna fulani kama amepoa, ipo chini, kwa sababu Natasha ni mwanasiasa na ni mwanamke ambaye ana pesa, so kwa upande wa tu baba ni kwa namna fulani kama hana kauli kwa Natasha. So hiyo ni moja kati ya story ambayo imezungumziwa sana kwa mwaka huu 2025 kutoka nchini Nigeria. Yes na tukisalia hapo hapo West uh, Africa tunaenda kwa moja kwa moja kwa msanii Burna Boy pamoja na mwanadada lakini pia mwanamuziki kutoka nchini Marekani Chloe Belly, mmoja kati ya watu pia ambao walizungumziwa sana kwenye mwanzo wa mwaka 2025 kutokana na wao wawili kuhusishwa akiwa na mahusiano ya kimapenzi, na tunafahamu kwamba Burna Boy baada ya kubreak up na aliyekuwa girlfriend wake Stephen London, huyu ni mwanamuziki kutoka Marekani lakini pia na asili ya Jamaica. Sa, baada ya kuonekana kwa video hizi hapo, watu waliweza hizpowatuliwe kuzungu kuzungumza na kusema kwamba hii ni kama Burna Boy anamkomesha Steph London kwa kumuonesha kwamba tumeachana sawa, lakini ishapata mwingine. Wawili hawa, uh, Burna Boy pamoja na Chloe Belly walionekana mjini Lagos kwa mara ya kwanza baada ya Chloe Belly kuweza kutokea Nigeria katika party ambayo alikuwa ameiandaa Burna Boy. Yes, so video za uh, wawili hawa zilisambaa sana, ilipofika tarehe kumi na nne Februari ama siku ya wapendanao, ambapo Burna Boy pamoja na Chloe Belly walitoka dinner date kwa ajili ya kuweza kupata chakula cha usiku wakiwa wawili e, lani ambao walikuwa kwenye njia fulani za mahaba na watu wakaweza kuconnect dot na kusema kwamba wawili oh, really, hawa wana date, japo wote hawakuweza kuconfirm kusema kwamba ndio tupo kwenye mahusiano, lakini watu waliweza kuzungumza kwa sababu lisemwalo lipo kama halipo basi laja. Yes, bana na stori ya tatu ambayo imeweza ku make headlines kwa mwaka huu 2025, stori ambayo imezungumziwa sana sana sana, stori ambayo inamhusisha rapper rapa Cardi B pamoja na Stefan Diggs. Huyu ni star ama nyota mchezaji mcheza wa uh, uh, NFL kutoka nchini Marekani, ambavyo wawili hawa walianza kudate mwaka huu 2025. Sasa hii ni baada ya Cardi B kuachana na aliyekuwa mume wake ama mzazi mwenzake rapa Offset na tunakumbuka kwamba mwaka 2024 ndio ilikuwa rasmi Cardi B pamoja na Offset ambavyo waliweza kubreak up baada ya muda mrefu sana ndoa yao kuwa na mikiki mikiki wawili hawa ikaweza kufikia hatua mpaka kuweza kuachana. So katika kupeana talaka ikawa inaendelea mwaka huu 2025, mapema Cardi B aliweza kuonekana akiwa na Stephen Diggs. Kwa mara ya kwanza wawili hao waliweza kuonekana kwenye mechi za NBA, ambapo walikuwa wako pamoja na watu wakaweza kuzungumza na kusema kwamba huyo ndio mpenzi mpya wa Cardi B ambaye anamzungumzia Stephen Diggs na wakaendelea. Kiukweli penzi jipya siku zote alijifichi, na kwa upande wa Cardi B si mtu wa kuweza kuficha mahusiano yake, na tuliona kupitia ukurasa wake wa Instagram moja kwa moja aliweza kushare moja kati ya video ambapo walikuwa kwenye yacht party pamoja na wadada mbalimbali au marafiki zake, na wote kwa pamoja walikuwa pale pamoja na mtu mzima Stephen Diggs, na mahusiano yao yaliendelea na, na kuendelea na kuendelea mpaka ilipofika e, e, siku ambavyo Eh, Cardi B akaweza kutangazwa kwamba ni mjamzito ambaye amepata kutokana na mume wake huyu ama mpenzi wake. Tuliona mapema mwaka huu Stefan Diggs aliweza kumtoa vacation mke wake ama mpenzi wake Cardi B kwenye moja kati ya kasri huko eh, Ufaransa. Moja kati ya story ambayo ilizungumziwa sana, kwa sababu tunafahamu kasri ni moja kati ya majengo ambayo yana gharama sana, na tulimwona Stefan Diggs aliweza kumkodishia Cardi B kasri kwa ajili ya ku, uh, kuenjoy vacation siku ambazo alienda huko Ufaransa na Cardi B aliweza kutuonesha mazingira ya kasri yalivyo eh, ikiwemo sehemu ambayo wanalala, na alikuwa very excited kwa sababu ni kitu kikubwa sana mpenzi wake kuweza kumfanyia kwenye maisha yake, ni moja kati ya ndoto yake. Kwa mujibu wa Cardi B, alisema alikuwa anatamani sana kuweza kufika sehemu kama hizi hapo. So eh, Stephen Diggs pamoja na Cardi B wameweza kubarikiwa mtoto wa kiume. Yes, na namba mbili inayepereka moja kwa moja kwa rapa Nicki Minaj pamoja na Cardi B huyo huyote, tunarudi tena bana, mwaka huu 2025, watu kwa namna fulani waliona kama Nicki Minaj anazingua. Sasa hii ni kutokana na maneno ambayo alikuwa akimtupia Cardi B na kumcheka kusema kwamba mauzo ya albamu yake ya Am I the Drama haijafikia mauzo makubwa kivile, kama ambavyo alikuwa anaexpect kwa tweets mbalimbali mbali ambazo Uh, mwanadada Queen Nicki Minaj amekuwa akiziandika kwenye ukurasa wa Twitter akicheka lakini pia kumponda Cardi B kwa kile ambacho kilikuwa kinaendelea kwenye karia yake ya muziki. Lakini kwa upande wa Cardi B, vile vilevile hakuweza kukaa kimya, maneno waliendelea kutupiana maneno mbalimbali mpaka ikafika hatua eh, ya Nicki Minaj kuweza kumsema mtoto wa Cardi B, hapa namzungumzia Kulture, eh, aliweza kuzungumza na watu wakaona sasa hii kama inaenda sehemu ambayo sio sahihi kwa sababu nyinyi kama wazazi wa, wa lakini pia wasanii natakiwa mpambane kwenye bifu za kwenu, msiweze kuingiza familia, hasa watoto, kwa sababu watoto hawaelewi chochote kile kwenye maisha yenu ya muziki. Yes, watu walimsema sana Nicki Minaj kusema yeye kama queen wa hip hop nchini Marekani hafai kuingia kwenye feud kama hii hapo, na hatakiwi kabisa kuweza kujibizana kwenye mitandao ya kijamii, lakini kwa upande wa Nicki Minaj hakukaa kimya kikweli, alizungumza mengi sana na walitupiana maneno mengi sana ye, lakini pia akimhusisha pia lapa Eh, 50 Cent na wengine kibao. Mengi aliweza kuzungumzwa mule ndani, na ikafikia hatua mpaka rapper Nicki Minaj akaweza kufuta ukurasa wake wa Instagram na kupotea, lakini akabaki kule X ama Twitter akaendelea kuwa active, lakini kwenye upande wa Instagram akapotea. So hii ni moja kati ya story ambayo ilizungumziwa sana, ugomvi kati ya, ya Cardi B pamoja na Nicki Minaj kwa mwaka huu 2025. na yes, namba moja story namba moja ambayo imezungumziwa kuanzia January, February, March, April and mpaka saa time hii hapa ambayo tunazungumza ni moja kati ya story bado ambayo inazungumziwa sana, ni story ambayo inamzungumzia rapa Sean Diddy Combs. Hapa namzungumzia rapa P Diddy kutokana na kesi ambayo inamkabili ambayo inamhusisha kuhusiana na maswala ya usafirishaji ya wa binadamu ama wanawake kwenye maswala ya kingono. sasa kingonosasa rapper Sean Diddy Combs aliweza kufunguliwa mashtaka mwaka huu 2025 kwa kesi hii hapo, lakini pia akaweza eh, kupewa kifungo cha miaka minne jela na kuweza kukitumikia kutokana na mashtaka ambayo yanamkabili. Sasa kesi hiyo imeweza kuendelea na mpaka hatua ikaweza kufika kutrend kwa picha zake ambazo zikimuonesha Sean Combs kwa hali ambayo yuko nayo kwa wakati huu hapa kwenye maisha yake ya gerezani, picha fulani ambazo zinamuonyesha Sean Combs akiwa kwenye hali ya kudhoofu, lakini pia kama mtu fulani ambaye amezeeka, mvi tayari ambazo zimeshamtokea Tunamfahamu Sean Combs amekuwa ni mmoja kati ya wasanii ambao ana swag fulani hivi za kisanii, lakini pia kwenye upande wa hip hop tunafahamu wasanii kwa namna fulani vile ambavyo wanavaa. Sasa hii imeweza kuashtua watu wengi sana kwa mwaka huu 2025, baada ya picha ambazo zilimuonesha Sean Combs alivyokuwa gerezani, hali ambayo yuko nao kwa wakati huu. Sasa hii imeweza kuendelea mpaka mwezi huu Disemba ambapo rapa 50 Cent aliweza kuachia documentary ama makala ambayo inamzungumzia maisha ya kwake Sean Diddy Combs, documentary ambayo inafahamika kwa jina la Sean Combs, The Reckoning. Mmoja kati ya documentary ambayo imepata watazamaji wengi sana na kuzungumziwa kwa asilimia kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii kutokana na kile ambacho kimeonyeshwa mule ndani katika Sean Combs, The Reckoning. Uh, matukio mengi yameweza kuonyeshwa humo ikiwemo pia maisha ya Diddy eh, kuanzia haso zake za muziki mpaka hatua hii ambavyo imemkabilia kesi kama hivyo, yote yameweza kuzungumziwa kwenye upande wa documentary, na yote hiyo yameweza kuandaliwa na rapper 50 Cent, kwa sababu 50 Cent ni moja kati ya asimu wake ama mtu ambaye wana beef na Didi kwa muda mrefu sana so E, imeweza kutoka Netflix, ambapo ilitoka Disemba 2 mwaka huu 2025, na mpaka sasa hivi inafanya vizuri sana kwenye upande wa YouTube so hii ni moja kati ya story ambayo imeshika vichwa vya habari mbalimbali kwenye upande wa entertainment duniani. Yes, na hizo ndo story ambazo ziliweza ku make headlines kwa mwaka huu 2025, kuanzia Januari, Februari, March, April, may na mpaka disemba hii hapa ambayo tunazungumza kama ambavyo ulikuwa umesahau, basi mimi nimekusogezea stories zote na kujikumbusha mambo mengi ambayo yameweza kutokea kwenye upande wa entertainment kwa hapa East Africa, lakini pia Marekani kule kwa wenzetu, na mimi naitoka third, sina la ziada mpaka kwa wakati huu hapa. Nachotaka tu kukuambia endelea kufuatilia Bongo 5 network kwa sababu tunamaliza mwaka 2025 tunaingia 2026 kwa energy kubwa sana, na kusihi tu endelea kutufuatilia kwa sababu yako mengi sana yanaweza kufuata kutoka hapa hapa Bongo 5. Nikutakie tu Merry Christmas and Happy New Year. Bye bye for now.